Simba Mheshimiwa Waziri tunakushukuru sana kwa hotuba yako, na tutazingatia yote ambayo serikali imeelekeza kwa kufuata utaratibu mzuri na wa haraka. Naomba ulizie, nitumie dakika zisizozidi tano kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya ishirini na ishirini na moja, moja inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema ibara ya ishirini na moja moja mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yaani ndani siku ya siku mia moja ishirini baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku mia moja na ishirini kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo lilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo na tulipewa siku thelathini. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi, kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitokuwa na mechi, aidha ndani au nje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 tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba wana, pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kutukana na timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiaji wa zaidi ambao watatusaidia kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. usizungumze ukabeba mamlaka ya Wanasimba wote. Hata manabii hawakupendwa na watu wote. Kwa hiyo mimi hilo wala siwezi kuona tatizo lingine kwenye kununua bidhaa zenye thamani. kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi hajaleta? Namwangalia yeye mwenyewe kavaa jezi, jezi aliyovaa ni feki, alafu anaimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa maana ya wazabuni na wadhamini. Mheshimiwa, lingine ambalo limekuwa likisema na nalisema hili mbele yako ili take note. Kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, nilimwagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yuko hapo anaweza akasimama. Tumefanya official search kwa majengo yaliyoko mtaa wa Simbazi na Bunju zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule anayesema majengo yameuzwa, yameuzwa Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa huyo aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye. Katika uendelezaji, katika uendelezaji wa uwanja na kushukuru CEO kwa taarifa uliyoitoa, lakini binadamu, kama hutoweza kumshukuru mwanadamu mwenzio, basi huwezi hata kumshukuru Mungu. Naomba ndugu Habib Nasa, yupo hapo, unaweza ukasimama. Huyu bwana maarufu tunamwita mshika dao, yeye pamoja na mjumbe wetu wa bodi Peter, ndugu Mohamed Nasor wamechangia kwa kiasi kikubwa sana kufanya marekebisho makubwa ambayo mmeyaona, binafsi kutoka katika mifuko yao. Tunakushukuru na unaweza kukaa. Tunatengeneza pitch zaidi ya sita pale kwa ajili ya timu zetu za vijana, wasichana, wanawake pamoja na timu ya senior ili tuweze kufanya vizuri. Lakini ndugu Octavia, ni mshukuru, tunakushukuru sana mchango wako mkubwa. Yeye ni mjumbe wetu wa bodi aliyepita, lakini amechangia katika kukuza vipaji, anashirikiana sana na wenzetu wa kamati ya youth. Nimemwona Dr. Chidu hapa, tunakushukuru sana bwana. Taarifa ya CEO imesema kwamba tumeweza kupandisha wachezaji watatu, lakini tumeweza kupata wachezaji wanne ambao wameenda kupata timu nje ya nchi. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa naibu waziri kwa kumalizia maelezo uliyotoa sisi ndani ya uongozi hatujawahi na hatutawahi kuwa na dhamira ya kumzuru yoyote lakini tunazingatia utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria wapo wanachama wa Simba Sports Club ndugu Shaweji Omari ndugu Hamisi Tika ras Simba, ndugu Boss Matola na ndugu Violet Mbele. Hawa waliandika barua kwa kuzingatia katiba ya Simba wakipendekeza baadhi ya vipengele ndani ya katiba yetu vifanywe marekebisho, tumewianisha na barua ya baraza la michezo, na hili naomba lieleweke vizuri. Baada ya kupokea barua hii pamoja na mapendekezo tuliopewa na mwanasheria mkuu wa serikali, tuliunda kamati ya wajumbe watano kutoka pande mbili kwa maana ya upande wa wanachama na upande wa mwekezaji. Kamati hiyo ilikuwa chini ya ndugu Delfinis sina hakika kama yupo aliniomba dharura, lakini yuko wakili Ngasa, naomba usimame. Yupo ndugu Huseni Kita, naye ana udhuru. Ndugu Zulfika Chando. Hawa ndio ambao waliandika barua, ndio ambayo yamekuwa yakisambaa katika vyombo vya habari na maeneo mengine. Hakuna nia wara zamira zidi dhidi ya yeyote. Mabadiliko haya tunayafanya ili yaweze kuendana na matakwa ya kisheria kama Mheshimiwa Waziri ulivyosema. Kwa hiyo tutakwenda kwenye huo mjadala na mapendekezo hayo. Inawezekana, inawezekana ukapenda kifungu fulani cha sheria kiandikwe kulingana na wewe unavyotamani, lakini tafsiri ya sheria haitafsiriwi kwa vile unavyojisikia. Ni lazima kuna utaalamu maalum wa uandishi wa vifungu vya sheria. Nimemsikia mtaalamu mmoja hapa, mwaziri wa chuo kikuu kwenye idara ya sheria. Hayo ndiyo mambo yanavyokuwa, sheria haiandikwi kama tunavyoandikiana barua nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pamoja na neno la shukurani kwako binafsi na kwa wizara, lakini nipende tu kusema kwamba tunakushukuru, tutazingatia na haya ambayo tunayasema hapa tutayafanyia kazi, kuhakikisha kwamba tuna kizi la mwisho, sio kwa umuhimu, sio umesema kwamba tutaanza kutoa kadi mpya za wanachama. Mimi nasema mifumo ikamilike, na tageti yetu kuanzia tarehe tano mwezi Januari. Ni lazima kadi za wanachama zianze kutoka, aidha iwe mfumo umekamilika au mfumo haujakamilika lakini sisi tutaanza kutoa kadi tarehe tano Januari. Ila ndugu wanachama wenzangu, kadi zetu sisi hatutotoa kwenye mfumo wa promotion, waita watu wajazane, wajia, wachukue kadi kama tunagawa. Hapana, Kadi zitapitia kwenye matawi, watapitishwa na watu watapewa kadi zao, ili tuweze kulinda hadhi ya klabu yetu. Nawashukuru sana, nakushukuru Mheshimiwa Waziri. Kama itakuwa unajisikia kuondoka, tunakuruhusu lakini, kama utapenda kuendelea kuwepo kwenye mkutano huu, tunakukaribisha na kutakie heri sana katika ujenzi wa taifa letu. Asante sana.